Karibu sana kwenye Fire Power Focus, kipengele maalum cha Tathmini ya Dunia ambapo tunachambua silaha hatari, mifumo ya kijeshi na nguvu za kivita zinazotawala dunia ya leo. Leo tunapiga mbizi kwenye moja ya mifumo hatari zaidi kuwahi kubuniwa na binadamu, Nuclear Triad. Hii ni nguzo kuu ya nguvu ya nyuklia za mataifa makubwa kama Urusi na Marekani na leo tunaifungua vipande kwa vipande hadi iwe wazi kama jua. Katika makala hii tutachambua kwa kina historia, maendeleo, changamoto, madhara na mustakabali wa mfumo huu wa kinyuklia. Nuclear triad ni mkakati wa kijeshi unaotegemea njia tatu tofauti za kuzindua mashambulizi ya nyuklia. Huu ni msingi wa mfumo wa ulinzi wa nyuklia ambao hutumiwa na mataifa yenye nguvu kubwa za kijeshi kama Urusi, bila kusahau Marekani. Njia hizo ni pamoja na intercontinental ballistic missiles ICBMs, makombora ya masafa marefu ya ardhini; strategic bombers, ndege za kivita zinazobeba silaha za nuclear; pamoja na nuclear powered ballistic missile submarines SSBNs, ambazo ni manowari za nuclear zinazobeba makombora ya nuclear. Lengo kuu la kuwa na nuclear triad ni kuhakikisha kuwa taifa linalomiliki mfumo huu lina uwezo wa kulipiza kisasi hata kama limelengwa katika shambulio la kwanza, first strike capability. Huu ni mfumo wa uzuiaji unaotegemea hofu ya maangamizi ya pamoja unaojulikana maarufu kama mutual assured destruction, yaani maangamizi ya pamoja yanayohakikishwa. Baada ya vita vya pili vya dunia, Marekani ilikuwa taifa la kwanza kutumia bomu la nyuklia ikiushambulia mji wa Hiroshima na Nagasaki mwaka 1945. Matokeo ya mashambulizi haya yalikuwa ya kutisha na yakaleta mwisho wa vita lakini pia yakaanzisha zama mpya za hofu ya nyuklia. Mwaka 1949, Muungano wa Kisovieti, Urusi ya leo, ulijaribu kwa mafanikio ya rebio lake la kwanza la nyuklia na hivyo kuanzisha mbio za kinyuklia, nuclear arms race kati ya mataifa haya mawili makubwa. Marekani ilianza kukuza makombora ya masafa marefu kama Atlas, Titan na baadaye Minuteman huku Urusi ikajibu kwa makombora ya R7 na baadaye RS 20 SS 18 Satan. Katika sekta za ndege za kimkakati, Marekani ilianza kutumia B29 Superfortress na baadaye B52 Stratofortress. kwa upande mwingine, Urusi ilitengeneza Tu 95 Bear na Tu160 Blackjack. Katika sekta ya manowari za kinyuklia mwaka 1960 Marekani ilizindua manowari yake ya kwanza ya nyuklia yenye uwezo wa kubeba makombora USS George Washington. Mungine, Urusi, kwa upande mwingine Urusi ilijibu kwa Typhoon class manowari kubwa zaidi kuwahi kutengenezwa duniani. Katika miaka ya sitini, mkakati wa ulinzi ulibadilika kutoka kutegemea mashambulizi ya kwanza first strike capability hadi kulenga uzuiaji kupitia kisasi. Iwapo taifa lingeshambuliwa kwa nyuklia, lingejibu kwa nguvu zaidi. Hii ilisababisha mataifa kuweka silaha nyingi chini ya ardhi, baharini na angani, kwa lengo la kuhakikisha kwamba hawataangamizwa wote kwa shambulio la kwanza, yani first strike capability. Katika juhudi za kuzuia kuenea kwa silaha za nyuklia, mataifa yalitia saini mikataba mbalimbali, ikiwa ni pamoja na Nuclear Non-Proliferation Treaty NPT. Strategic Strategic Arms Limitation Talks, SALT 1 and 2. Strategic Arms Limitation SALT Reduction Treaty START ya mwaka 1991 bila kusahau New START ambayo ilisainiwa mwaka 2010. Mikataba hii ililenga kupunguza idadi ya silaha, kuboresha ufuatiliaji na kujenga imani kati ya mataifa. Mbali na Marekani na Urusi, mataifa mengine kama Uchina, Ufaransa, Uingereza, India, Pakistan na Korea Kaskazini yalianza kukuza au kutangaza umiliki wa silaha za nyuklia. Baadhi yao wakianza kuunda nuclear triad zao, hasa Uchina na India. Katika nuclear triad, nguzo ya kwanza muhimu ni makombora ya masafa marefu ya ardhini, yaani ICBMs, intercontinental ballistic missiles. Intercontinental ballistic missiles ICBMs ni makombora yenye uwezo wa kurushwa kutoka bara moja hadi jingine kwa kutumia mwelekeo wa parabola ya kipaa hadi anga za juu kisha kushuka kwa kasi kuelekea shabaha. ICBMs huweza kubeba vichwa vya nyuklia na vinaweza kufikia umbali wa zaidi ya kilomita 1500. Hili ndilo tawi la kwanza la nuclear triad. Makombora haya yanaweza kuzinduliwa kutoka kwenye silos za ardhini, magari ya kijeshi yanayotembea ya mobile launchers, au hata kutoka kwenye makombora yaliyofichwa chini ya miamba ya milima. Vipengele vya kimsingi vya ICBMs ni pamoja na urefu wa masafa haya, makombora yana uwezo wa kukimbia au kuenda zaidi ya kilomita 5500, kasi ya Mach 20 hadi 25 yani zaidi ya kilomita 24000 kwa saa moja, uwezo wa kubeba MIRVC Multiple Independently Targetable Reentry Vehicles, Yaani vichwa vingi vya nyuklia vinavyoweza kuelekezwa kwenye malengo tofauti. Hii ina maana kichwa kimoja cha ICBM kina uwezo wa kubeba vichwa vingi vya nyuklia vinavyoweza kulenga malengo tofauti kwa wakati mmoja, bila kusahau muda mfupi wa kufikia shabaha yake, angalau dakika 30 au chini ya hapo, kwa mataifa kama Urusi na Marekani au kinyume chake. Marekani ina maendeleo ya ICBM ikiwa ni pamoja na Minuteman series, ambayo iko na Minuteman 1 2 na 3, ambayo ni makombora ya ardhini yaliyowekwa kwenye silos LGM 118 Peacekeeper, ambayo inabeba MIRVs hadi 10 kwa wakati mmoja, pamoja na Sentinel GBSD, kizazi kipya kinachotarajiwa kuchukua nafasi ya Minuteman 3. Kwa upande wa Urusi, Urusi ina maendeleo ya ICBMs kama R36M SS18 Satan mojawapo ya makombora yenye nguvu zaidi duniani RS24 yas la kisasa lenye uwezo wa MIRVs RS28 Samat yani Saturn 2, kombora kubwa zaidi duniani ambalo lina uwezo wa kubeba hadi MIRVs 15 na lina uwezo wa kuzunguka dunia nzima. Uchina kwa upande wake ina df5b kombora la silos, df41 kombora jipya lenye uwezo wa kubeba MIRVs 10 na lina uwezo wa kubebwa na gari la kijeshi DF41, kombora jipya lenye uwezo wa kubeba vichwa kumi vya nyuklia na lina uwezo wa kubebwa na gari la kijeshi kwa upande wa India, India ina Agni V ambalo lina uwezo wa kufikia Ulaya na China, ingawaje bado linaendelea kuimarishwa. Kwa upande wa Korea Kaskazini, Korea Kaskazini ana Hwasong 15 na Hwasong 17, makombora ya masafa marefu yanayodaiwa kufika hadi Marekani. Faida kuu za ICBMs ni pamoja na kuwa makombora haya yanaweza kutoa uwezo wa kushambulia haraka kutoka ardhini, yanaweza kurushwa hata baada ya kushambuliwa kwa anga au baharini, pamoja na silos zenye ulinzi mkubwa kuzuia uharibifu kwa urahisi. Hatari kuu ya makombora haya ni kwamba mara nyingi ndizo shabaha ya kwanza ya adui. Zikiwa kwenye silos zilizowekwa mahali pamoja, ni rahisi kushambuliwa kwa pamoja, pamoja na muda mfupi wa kuamua, ambayo huchochea mashambulizi ya haraka, launch on warning. Licha ya maendeleo ya teknolojia ya ulinzi kama Anti-Ballistic Missile System, mfano wa THAAD, Aegis na S400, ICBMs bado ni kiungo muhimu cha nuclear triad kwa mataifa makubwa. Makombora haya yameboreshwa kwa teknolojia za decoys, maneno ya siri encryption na kasi ya kurushwa ili kuepuka kuharibiwa kabla ya kufikia lengo. Nguzo ya pili muhimu kwenye nuclear triad ni mabomu ya nyuklia yanayorusha kutoka angani yani, strategic bombers. Strategic bombers ni ndege maalum za kijeshi zenye uwezo wa kubeba silaha za nyuklia bomu au makombora na kurusha kutoka angani kuelekea kwa adui. Hii ndio sehemu ya pili ya nuclear triad inayotoa uwezo wa kushambulia kwa urefu, kwa kubadilika na kwa hila. Tofauti na makombora ya ardhini au manowari, ndege hizi zinaweza kugeuza mwelekeo baada ya kuondoka, kurejea na silaha zake kama hakuna agizo la kushambulia, au kubadilisha njia kulingana na hali ya ulinzi wa adui. Majukumu muhimu ya strategic bombers ni kutoa mashambulizi ya nyuklia ya mbali na kwa usahihi, kutoa mashambulizi yasiyo ya nuclear ya dual capability kuwa sehemu ya nuclear alert patrols, yani ndege kuruka daima kama tahadhari, pamoja na kutoa deterrence ya kisaikolojia, ambayo ni kuonesha uwepo wa nguvu ya kijeshi kwa kuonekana hadharani. Aina na majina ya bombas maarufu ni kama B52 Stratofortress ya Marekani, ambayo imekuwa ikitumika tangu miaka ya 50, yenye uwezo wa kubeba silaha za nyuklia na zisizo za nyuklia. Ndege hii ni ya masafa marefu na inaweza kuruka kwa saa 20 mfululizo. B1B Lancer ya Marekani ambayo ni supersonic, kasi kuliko sauti, ambayo ina uwezo wa kubeba silaha nyingi, lakini iliodolewa uwezo wa nyuklia kwa mkataba wa START. B2 Spirit stealth bomba, ambayo hii haionekani kwenye rada kwa urahisi na inabeba makombora ya nyuklia kutoka masafa ya mbali. Bila kusahau B21 Raider ya Marekani, kizazi kipya cha stealth bomba ambacho kimeanzishwa kwa lengo la kubeba nyuklia na kuruka bila kugundulika. Kwa upande wa Urusi Urusi ana TU-95 Bear ndege ya zamani lakini yenye mabawa ya, ya propeller na bado inatumika hadi sasa. TU-160 Blackjack ndege kubwa zaidi ya kivita duniani ambayo ni supersonic na inabeba silaha za nuclear. Bila kusahau, TU-22M, mara nyingi hutumika katika maeneo ya karibu au dhidi ya meli za kivita. Kwa upande mwingine China, China ana HCK HCN ambayo ni mabadiliko ya zamani tu ya TU-16 ya Kisovieti ambayo sasa inaweza kubeba makombora ya nyuklia yenye masafa marefu kama DF-21 pamoja na DF-26. Strategic bombers hubeba makombora na mabomu aina ya free fall nuclear bombs kama B61 au B83, ALCMs, air launched cruise missiles ambayo ni makombora yanayorushwa kutoka hewani kwa umbali mrefu, mfano AGM-86B pamoja na hypersonic missiles ambazo ni silaha mpya zinazoweza kuruka kwa kasi ya Mach 5 na zaidi. Faida kuu za strategic bombers ni uwezo wa kubadilika ambapo hufuta agizo la kushambulia wakati wowote wa muda wa majibu, ambapo inaweza kujiweka angani kama tahadhari, pamoja na mashambulizi ya kisasa ambayo inaweza kutumia teknolojia ya stealth na GPS. Ingawa maendeleo ya ICBMs na makombora ya manowari yamepunguza utegemezi mkubwa kwa ndege strategic bombers, bado ni nguzo muhimu kwa sababu ni flexible, rahisi kubadilika, ambapo zinatoa nafasi ya kujaribu diplomasia kabla ya mashambulizi. Pia ni sehemu ya usumbufu wa adui psychological deterrent zinazoonyesha kuwa nchi iko tayari wakati wote kwa vita. Nchi kubwa kama Marekani na Urusi zinaendelea kuwekeza katika maboresho ya teknolojia ya stealth mfano AI artificial intelligence kusaidia katika maamuzi ya njia ulinzi na utekelezaji, pamoja na mfumo wa kudhibiti kwa mbali au semi autonomous. Hivyo ndege za kivita za nyuklia bado zitaendelea kuwa sehemu hai ya mlingoti wa nuclear triad. Nguzo ya tatu muhimu katika nuclear triad ni manowari za nyuklia zenye makombora ya ballistic SSBN. SSBN ni kifupi cha ship submersible ballistic nuclear. hizi ni manowari maalum zinazotumia nishati ya nyuklia kujiendesha na kubeba makombora ya nyuklia masafa marefu yanayojulikana kama submarine launched ballistic missiles, SLBM. Manowari hizi zina umuhimu mkubwa katika nuclear triad kwa sababu zinaweza kujificha chini ya bahari kwa miezi au miaka. Zinatoa uwezo wa kulipiza kisasi, second strike capability, pamoja na kuwa ni vigumu sana kugunduliwa, hivyo kuwa deterrent thabiti zaidi. Faida kuu za ship submersible ballistic nucleus ni kwamba zina uwezo wa kujificha stealth, ambapo zina uwezo wa kupotea kwenye kina kirefu cha bahari zikisubiri amri ya kushambulia. Second strike capability, hata kama nchi yako itashambuliwa kwanza, manowari zinaweza kulipiza kisasa kutoka sehemu isiyojulikana, bila kusahau kasi na mzunguko mrefu wa kuishi baharini. Hizi zinaweza kubaki ndani ya bahari kwa miezi au miaka zikitumia nishati ya nyuklia bila kujaza tena mafuta. Makombora haya huzinduliwa kutoka kwenye manowari chini ya bahari, yana uwezo wa kuruka maelfu ya kilomita, kubeba vichwa vya nyuklia vingi, multiple independently targetable reentry vehicles, pamoja na kujizuia kugunduliwa hadi muda wa mwisho. Mfano wa SLBMs, submarine launched ballistic missiles ni pamoja na Trident 2 D5 ambayo inatumiwa na Marekani na Uingereza, R21 RMU Sineva na Blava ya Urusi, pamoja na JL2 na JL3 ya Mchina. Mfano wa ship submersible ballistic nuclear ya kuu duniani ni pamoja na, upande wa Marekani wana Ohio class, manowari kubwa zaidi kwa sasa, kila moja kubeba hadi makombora 20 ya Trident 2. Columbia class kizazi kipya kitakachochukua nafasi ya Ohio kuanzia miaka ya 2030. Kwa upande wa Urusi, Urusi ana Delta class kizazi cha zamani, Borei class kizazi kipya chenye teknolojia ya hali ya juu na ufanisi mkubwa wa sauti Stealth. Kwa upande wa China, China ana Type 94 Jin class za sasa, pamoja na Type 96 kizazi kijacho kinachotarajiwa kuwa na uwezo mkubwa wa kusafirisha JL3. Kwa Uingereza wana Vanguard class zinazobeba Trident 2D5 ambayo ni sehemu ya deterrent ya Uingereza pamoja na Dreadnought class kizazi kijacho chenye maendeleo ya kisasa zaidi. Ufaransa wana Triumphant class manowari nne zinazobeba M51 SLBMs. Nchi kama Marekani, Uingereza na Ufaransa zinafanya doria ya kudumu, angalau SSBN moja iko baharini muda wote zinabadilisha SSBN kila baada ya muda. Hii inahakikisha adui hawezi kujua wapi manowari zipo, hivyo deterrence ni ya kweli kabisa. Wakati dunia inajadili kupunguza silaha za nyuklia, ship submersible ballistic nucleus bado zinaonekana kuwa nguzo kuu ya deterrence ya kudumu, uwezo wa kulipiza kisasi kwa kuaminika zaidi, pamoja na kuwa teknolojia inayozidi kuboreshwa. Propulsion system, stealth na command and control zinaendelea kuimarishwa zaidi. SSBN ni kama nyuma ya pazia ya vita vya nyuklia ambapo hazionekani, haziingiliwi lakini zikiamshwa zinaweza kuangamiza miji mingi kwa dakika chache. Nuclear triad ni zaidi ya silaha tatu tofauti, ni mfumo wa muunganiko wa kimkakati. Kila tawi la triad hufanya kazi kwa pamoja kuhakikisha hakuna adui anayeweza kuharibu uwezo wa nyuklia wa taifa lote kwa shambulio moja. Taifa linaweza kujibu kwa nguvu kubwa hata baada ya kushambuliwa, yani second strike capability, pamoja na kuwa maadui wanakosa uhakika wa kuharibu kila tawi, hivyo kuzuia mashambulizi deterrence. Ushirikiano wa matawi matatu, mfano katika ndege za kivita. Ndege za kivita hutoa uwezo wa kubadilisha njia au kurudi, zina uwezo wa kuonyesha nguvu ya kisiasa bila kushambulia, pia zinabeba makombora ya kielektroniki ya hali ya juu, mfano ALCMs, Air Launched Cruise Missiles. Makombora ya ardhini kama ICBMs Intercontinental Ballistic Missiles ndiyo ya kwanza kushambulia kwa kasi ya dakika chache, yanaweza kulenga maelfu ya kilomita ndani ya dakika 30 tu. Manowari za SSBNs ni ngome za mwisho kabisa last resort, zikisubiri baharini zisizojulikana, zina uhakika wa kudipiza kisasi kwa usiri na nguvu. Kwa pamoja, mfumo huu huifanya nchi kuwa na uwezo usiopingika wa kujilinda. Mfano wa maisha halisi wa migogoro ya karne ya 20 na 21 ni pamoja na mgogoro wa makombora wa Cuba wa mwaka 1962, ambapo Marekani ilikuwa tayari kutumia triad dhidi ya Urusi, wakati huo USSR. Manowari, ICBMs na ndege zote ziliwekwa katika hali ya tahadhari ya juu. Ndiyo tukio la karibu zaidi dunia kufikia kwenye vita vya nyuklia. Pili, kuna India na Pakistan, ambapo hata bila triad kamili nchi hizi zinategemea deterrence ya nuclear pande mbili. India imejenga polepole triad yake ikiwa na SSBM INS Arhant na Agni series ICBMs. Kwa upande wa Korea Kaskazini, Korea Kaskazini imeonyesha mwelekeo wa kujenga triad ndogo: ICBMs, SLBMs na makombora ya ardhini. Deterrence yao ni ya kuvutia licha ya kutokuwa kamili, propaganda na uhalisia vinaambatana. Mafanikio makubwa ya nuclear triad ni kwamba yamehakikisha kukosekana kwa vita vya nyuklia kubwa zaidi tangu mwaka 1945 kwa kutumia nuclear deterrents ambayo inatumika hadi sasa. Pia imehakikisha usawa wa nguvu balance of power, ambapo hakuna nchi inayodhubutu kuanzisha mashambulizi ya kwanza, bila kusahau bunifu wa teknolojia ya kijeshi, ambapo silaha hizi huchochea maendeleo ya AI, propulsion na stealth, pamoja na teknolojia nyingi ambazo zinabuniwa kila kukicha katika dunia ya sasa triad inabakia kuwa moja ya sababu kuu zinazozuia mzozo mkubwa wa kinyuklia hata kama hatujawahi kuiona ikitumika kikamilifu. Endelea kufuatilia Tathmini ya Dunia, subscribe, like, comment katika makala zetu ili usipitwe na makala nyingi za kiuchambuzi za kisiasa pamoja na mwelekeo wa dunia sasa katika chaneli hii.